Kanu qalilan min alleili ma yahjaun wa bilashari hum yastaghfirun, walikuwa wema waliotangulia ni kidogo sana, ni kipindi kifupi sana katika usiku ambacho wanalala. Na katika usiku wa manane, usiku mzito, watu wanakoroma, usiku mzito ambao watu waovu ndio wanaamka, majambazi eh? watu wa rokoroko ndio wanakwenda kuiba. Sasa wachawi ni wanatoka kwenda kukwanga nyakati kama hizo waumini wanaamka na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tukoje kwenye qiyamul layl? Billahi alaykum, Allah anashughulia nafsi zetu? Sisi wengi wetu nastaghfirullah wanatubu ilaihi, ni mabingwa wa kulala, twakoromba kwelikweli, watu ni kumwaga ute tu, lala kwelikweli, hatuna utaratibu wa qiyamul layl kuna mtu anaweza akajiuliza hasa hivi, mimi ndani ya mwaka mzima kisimamo cha usiku nimeswali siku ngapi? Na akatafuta, wallahi asipate hata siku moja, mwaka huu umepita arjojo. Na huyo mcha Mungu, huyo huyo ambaye ana wakati wa kujiuliza, alafu ikawa haja swali, angalau anaweza akajitathmini. Watu wako hivyo. Swalatulwitri, swala ya witri Yafaa kuswali mwanzo wa usiku, iliyo bora ni kuswali mwisho wa usiku. Mwisho wa usiku wa ule ambaye hana wasiwasi kwamba ataamka mwisho wa usiku, aswali mwisho wa usiku, kama alivyosema alaihi salatu wassalam. Haya, wangapi wa uswali witiri katika huo mwisho wa usiku? Huu mwanzo wa usiku wa kuswali itakuja kuwa mwisho, lakini kuna watu wanaamka kwa mambo ya kilimwengu, kila siku wataamka, sio kuswali a-a. Mtu kuna mtu ataamka usiku, anawahi kazini, anaingia mapema yeye kazini kwake, inatakiwa saa kumi awe pale, basi ataamka saa sa tisa, tajiandaa kupiga pasi, kuoga, kufanyaje, kumi kamili yuko kazini, ameingia. Au ni msafiri anataka kuwahi gari ya kwanza, haimpiti Sheikh. Atalala na viatu pembeni pale, ataliwahi gari la kwanza. Na kuna wengine kama wanawake mamantilie wale wapika maandazi na vitumbua kutwa, huamka usiku wakikanda maandazi na machapati na kuandaa unga wa vitumbua, lakini hata siku moja haswali hata rakaa moja. Anaamka saa tisa kwa ajili ya kukanda unga wa chapati au kubandika maharage ana taimu za kuamka usiku lakini hana taimu ya kufanya ibada, bali pana wengine huamka usiku kwa ajili ya maasia. Hamjawaona watu wanaamka usiku kwa ajili ya kuvuta sigara? Koo linamwasha tisa, kidume kimeamka kimewasha sonyo yake pale, kinamwaga moshi kama treni. Na wavuta sigara wengi wanaamka usiku, lazima wapulize, sijui na nini, ili alafu kumaliza anakona chooni, ndio utaratibu wa sigara huyu

jitihada za wema waliotangulia kwenye kisimamo cha usiku kwenye kusali tahajjud kwa ujumla, walikuwa siku zote ni watu wa tahajjud, lakini pia zimekuja riwaya zikihusisha kisimamo chao cha usiku katika mwezi wa Ramadhani kwa umaalumu. Niliwasomea riwaya hapa.